Si mazuzu hawa bali ni athari za ganga ganga za mganga kutoka Tanzania. <tose> <tose> Mganga alikuwa na mmoja wa wakazi kwa jina Karumba Kamau wa mtaa wa Kiandutu mjini Thika baada ya wizi kutokea kwake. Mimi usiku, tulikuja tukapulishiwa madawa tukarara kabisa na hata hatukujisikia mpaka mwendo wa saa tisa tulipojisikia tukakuta milango yote imefunjwa na imefunguliwa na tukajikuta hatuna mali yote aina ya electronics ikiwemo TV ya LG 21 inches na dekoda ya Sona na DVD ya Sone na vitu zingine kadhaa na pesa taslimu elfu 30 worth of 65000 kwa hivyo mimi nilisunguka kijiji kidogo lakini sikupata hata mwenye amechelewa kubeba Kamau alimhusisha mganga huyo baada ya kuhisi kuwa maafisa wa polisi wa Thika hawakuwa na msaidia vya kutosha kupata bidhaa zake. E, alipofika usiku wa saa kumi ya e, usiku leo hii alinipigia simu akaniambia amefika Nairobi na kisha aliposhuka e, akaniambia ni tukutane Thika bus terminus na nilienda. Alipofika mganga huyo, aliwaagiza wote walio na mazoea ya kuzuru kwa Kamau kufika kwake. Baada ya daiwa kuwa, aliwalazimu kunao kwa maji yaliyotiwa kwa besini. Pia aliwapa maji mengine yaliyotiwa ganga zake na kuwagiza wayanywe. Punde sipunde baadhi yao, wakiwemo watoto wake, walianza kupatwa na hali hii ya uzuzu. Alipoarifiwa, mganga huyo alimwagiza Kamau awanawishe kwa maji yaliyotiwa udongo uliotoka kwenye kivuli chake na kuwapa mengine wayanywe nikiwa ni huko Itaivie kama sehemu yangu ya kufanyia kazi, ndio nipigiwa simu, kuna mwenye wamepata magonjwa wa kizunguzungu wa wamefainti na nini, wamepelekwa hospitali sasa. Kupigia daktari simu eh, ndipo hasa akaniambia, kimbia ukaokoe juu hatutaki kuua, tunataka vitu irudi na kila mtu ajitambulishe na aseme penye anajua na yenye ajui. Ndipo sasa hapa anapunga pepo hizo kwa majina Amina na Halima. Wote walioathirika walipona, ila hawa watano wanaoshukiwa kuwa wezi, maafisa wa polisi walifika hapa na kuwakamata. Hata hivyo, nusura wakazi wa Kiandutu wampe kichapo Kamau, lakini aliokolewa na polisi. Ganga za mtaa wa Kiandutu. Katika lugha ya Kikuyu, jina Kiandutu la maanisha eneo lenye funza. Alex Kiarie, QTV.